mpendwa mtazamaji siku ya ijumaa karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi mungu tukiwa na furaha kubwa katika kipindi hiki cha pasaka tafakari yetu tunaipata kutoka katika injili ya yohane sura ya 6 aya ya 52 hadi ya 59 yesu anaendelea kutoa shule kubwa juu ya nguvu ya Ekaristi Takatifu pale ambapo wayahudi hawa ambao walitaka awafanyie miujiza anawaambia, Sasa mimi ndimi chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Anawakumbusha kitendo ambacho Mwenyezi Mungu alikifanya kwa wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, wakiwa wanapita katika jangwa lililokuwa limejaa kifo, jangwa lililojaa uvuli wa mauti jangwa lenye ukame ambalo halina matumaini ambacho kiliwapelekea wakatembea kwa muda wa miaka arobaini kilikuwa ni mana iliyoshuka kutoka mbinguni, chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Walivyokula kile chakula, wakawa na uzima ndani mwao, wakasonga mbele. ili kanisa lake linalosafiri hapa duniani, linalopita katika kipindi kigumu sana, watu wake ambao ye mwenyewe amezungumza kwamba wote wanaokuja kwangu, yaani mwenyezi Mungu amewaruhusu ili niweze kuwapeleka kwa Baba ili tuweze kufika mbinguni. Tunavyopita katika kipindi kigumu hiki, anatoa fundisho ili kwamba, sharti la kwanza, lazima tuule mwili wake, tuweze kuwa na uzima ndani mwake. Leo hii anaongeza kipengele king, kingine. Amesema sharti nyingine, lazima tuinywe damu yake. Damu maana yake nini? Damu ukisoma kitaka kitabu cha kutoka au ukisoma katika kitabu cha mambo ya walawi sura ya kumi na saba aya ya kwanza inasema kwamba damu ni uhai na mwenyezi mungu alipomwumba adamu alimpulizia katika pua akampatia uhai kwa hiyo anavyosema kwamba kunyweni damu yangu mkinywa damu yangu mna uhai ndani mwenu manake damu ndio uhai yani wale watu wote wanaopokea ekarista takatifu wanaopokea damu ya yesu ndani mwao wanakuwa na uhai. Kuna uhai wa nje na kuna uhai wa ndani. Kinachofanya tuweze kuwa hai ndani mwetu ni utu wetu wa ndani, ambao ndio pumzi ile ya mwenyezi Mungu. Hivyo basi, tunapopokea damu ya Yesu ambaye ni mwana wa mwenyezi Mungu, tunapopokea mwili wake ambao ndio mwili wa mwana wa mwenyezi Mungu, anatujengea ndani mwetu, tunakuwa na nguvu ya Kimungu. Na ndio maana utendaji kazi wa mtu ambaye amepokea mwili wa Kristu na mtu ambaye amepokea damu ya Kristu, utendaji wake wa kikazi, maisha yake ni tofauti kabisa na mtu yule ambaye hajapokea. Ogopa sana mtu anayepokea Ekaristi takatifu, ogopa sana mtu ambaye anakunywa damu ya Yesu. Maisha yake ni tofauti. Hivyo basi, Yesu leo anasema, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anayo uzima wa milele, amesema nami katika mauti yake yakija, nitamfufua siku ya mwisho. Maana yake nini? Katika maisha yako usijitenge na Ekaristi takatifu, katika maisha yako usijitenge kwenza kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu itakulinda popote pale utakapoenda. Ekaristia takatifu ndio chakula, kama vile wana wa Israeli walivyokula mana katika zile siku zote ambazo walikuwa jangwani, wakafika katika nchi ile ya ahadi. Ndio iliwapatia nguvu. Ndio maana mwishoni Yesu anapoondoka, kitu kikubwa anachowaachia wafuasi wake, amesema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, ilikuwa ni mwili wake na damu yake na ndio maana hiyo kila siku tunayazimisha katika misa takatifu, yani ekaristi takatifu. Na Yesu anazungumza anasema, anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu, anasema mimi hukaa ndani yangu, yaani Yesu mwenyewe anakaa ndani mwetu. Hiyo ndio habari njema ambayo tuko nayo. Ukila mwili wake ni Yesu mwenyewe anakaa ndani mwako, na kwa mtindo kama uwe, Yesu akikaa ndani mwako, ni nani atakayeweza kukologa? Yesu akikaa ndani mwako ni nani atakayeweza kutangaza mauti? Yesu akikaa ndani mwako ni nani atakayeweza kufanyia mabaya? Yesu akikaa ndani mwako, ajali gani itakuja juu yako? Utashangaa ghafla unaepushwa. Siku ya leo, habari njema ni kwamba kula mwili wa Kristo kunywa damu ya Kristo, mpokee Yesu wa Ekaristi, utakuwa na uzima ndani mwako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naongela sana kwa kumpata Papa ambaye anaweza kuja kulichunga kanisa, kanisa moja takatifu, katoliki na la mitume. Amina.